Naomba kwa muda mfupi unipe masikio yako nikufundishe somo linalosema mambo ambayo kila mwanamke hana budi kuyajua kuhusu mwanaume mambo, na mambo ambayo kila mwanaume hana budi kuyajua kuhusu mwanamke. Bwana asifiwe. Sasa jambo la kwanza, ngoja nianze na ngoja nianze ngoja niangalie nianze na nani? Maana kuna mwanaume na mwanamke, ngoja nianze na mwanamke. Wanawake, hello. Ngoja nianze na wanawake, ngoja nianze na mambo ambayo Mwa... Mwa... kila mwanamke hanabudi kuyajua kuhusu mume wake. Bwana asifiwe. Kama umekaa karibu na mke wako, mwambia haya kaasikiliza sasa, maana hapo akina mama wakitaka wasisikie ndio wanaendaga kwenye simu ili wasisikilize. Jambo la kwanza, kila mwanaume wewe mwanamke, ni vizuri ujue kila mwanaume ameumbwa ndani yake ana kiu ya kuona unyenyekevu kwa mwanamke. Hiyo sio kimbelembele chake, hakufundishwa na baba yake, kwa sababu ameumbwa kama mwanaume. Mungu amemwekea ndani yake kitu kinachoitwa ego, ambacho wewe huna mwanamke. Hicho kitu kinahitaji nini? Submission. Sasa naomba nikwambie, naomba nikufundishe hivi. Waefeso tano, Waefeso tano. Paulo anaambia kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso Paulo aliliandikia kwa sababu lilikuwa na migogoro ya ndoa, ambayo migogoro ya ndoa Paulo alikuwa anaona inaanza kuathiri kanisa, na watu wa nje ya kanisa wakaanza kulidharau kanisa. Kwa sababu hawa watu si wanamjua Kristo, mbona wanafanya? Paulo akaenda akaanza kuwafundisha kuhusu ndoa, wale watu walioongoka wa imani, akawaambia, enyi wake watii waume zenu. Sasa Biblia ya Kiswahili kwa sababu ya kukosa maneno imesema hivi enyi wake watiini. Ukichukua neno utii ukipeleka kwenye Kiingereza linasema wives obey. Ukienda kwenye Efeso sita mstari wa kwanza bibilia hiyo hiyo inasema enyi watoto watiini wazazi wenu, obey your parents. Neno obey la Efeso sita na neno obey la Efeso tano sio neno moja. Mwanamke hakuwahi kuambiwa a obey mume, mwanamke hawezi ku obey mume kwa nini? Kwa sababu obedience neno utii obedience, maana yake do as I say. Mtoto anaweza akaambiwa do as I say, kwa sababu kula kwa baba, analala kwa baba, anaenda chooni kwa baba, analipiwa kwa baba, kila kitu. Kwa hiyo unaweza kumwambia fanya anavyokuambia. Mke uwezi. Ukienda kwenye Bibilia ya Kiebrania, Hebrew Direct Translated Bible inasema, wives submit, si obey, sio submit. Maana ya submit, maana yake nini? Nyenyekea. Maana ya nyenyekea maana yake nini? Mimi mke, kila kitu ndani yangu, akili, mwili, moyo, bandama, mfigo, kila kitu vinatambua kwamba wewe ndio kiongozi, mfalme na pekee wa kusema kwenye hii familia. Hiyo ndio maana ya obedience. Ni ngumu sana mwanamke wa shoka kupiga makofi kwenye sentensi kama hiyo, ngumu sana, ngumu sana na women empowerment ya leo ngumu sana mwanamke kusema hivyo, na ndiyo chanzo cha ndoa nyingi leo. Kwa nini? Kwa sababu wanawake tuliowaoa leo wanaangalia nini? huwezi mitafanya, hii sio ile miaka ya mke. Unamwambia bana, hapana, tuwezi kununua sasa hivi kwa sababu sijajipanga vizuri, tutanua. Anakwambia kama wewe huwezi, mimi nitanua. mimi nataka watoto wangu waende shule. hiyo hapana, shule hiyo hapana, kwa hivyo nataka nijipange vizuri, wewe niambie kama uwezi, mimi nitawapeleka ndio maana wanaume wengi wamekosa nguvu za kiroho za kimwili na za kiume zote tatu. Kwa nini? Kwa sababu tunapigwa matukio, mwana hana kitu kinachoitwa nini? Submission, hajinyenyekezi. Ukisema hivi anasema hivi, nishirikisha kabla nishakushirikisha, nimenua kiwanja Goba. Mbona hujanishirikisha? Ndio nakushirikisha uka, ukaweke saini signature. Mwanaume ameumbwa anataka submission, anataka unyenyekevu. Unyenyekevu maana yake nini? Hata kama najua, hata kama nimekuzidi hela, hata kama nimekuzidi shule, hata kama nimekuzidi connection, hata kama mimi ni mtumishi na sio wewe, baba wewe ndio kila kitu. Wanawake wenye submission, hata kama yeye ndio amefika, ame na hela, baba hana kitu cha kuwapa watoto, ile mama anapeleka kwa baba ili baba awape watoto ili watoto wajue kinatoka kwa baba. Nenda kaongea na watoto, wengi siku hizi wanajua baba ana kitu. Baba, tunaomba kwenda movie. Uh, baba leo tuambie tu, ukikata tunaenda kwa mama. Wanakuambia usoni kwako watoto, hivi kikata tunamwambia mama, maka anajua mama atatoa hela. Baba, hamna TV kuangaliwa hapa mpaka Ijumaa. Uh, nani kasema baba? Angalieni, nitaongea naye. Ndio, ndio nyumba tunazoishi. Hamna submission. Kwa baba una kitu cha kuongea, unaogopa, unaanza kumwomba Mungu kwamba Mungu nipe ujasiri. Hapo unaomba ujasiri kwa Mungu akwenda kuongea na wife. Ofisini tunagubabe, ukienda ofisini mkurugenzi, ukienda ofisini meneja, ukienda ofisini wanakushangilia sana, chai wanakuandalia, wana ukifika nyumbani mkia kumugulu. Na wife, wanakujua, anasema kabisa huyo <laughs> niachieni mimi, mweka hapa <mimi>, <laughs> niachieni. Wazazi wako na nyumbani kwenu mama hana nini unyenyekevu. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo wake mlioko hapa, submit kwa mume wako. Huwa nawaambia watu neno la Kiingereza, the only thing that marinate a man's ego is submission. Kitu pekee kinachomarinate ego ya mwanaume ili ajisikie niko nyumbani ni nini? Submission, unyenyekevu. Bwana asifiwe sana <laughs>